Imekuwa mwezi mmoja sasa baada ya Daktari Naftali Munene kutoka kaunti ya Embu kufariki. Esther Wanja ambaye ni mamake mwenda zake akieleza jinsi mwili wa mwanawe ulifichwa na mkewe hapo awali na sasa umepatikana tena baada ya kurejeshwa katika hospitali ya rufaa ya Embu. Wanja akisema kuwa huenda kuna njama afiche kwani mkewe mwenda zake alikuwa amezuia mwili huo kufanywa upasuaji. Okubaini kilichomooa uli alipotea kwa mochari na sasa amepatikana. Pipi yake alikuwa amemuvicha kwa mochari ya private juka, na akamtoa kwa njiri nilimustaki kwa kwa koti, akatoa mwili wa daktari akaureta General Hospital Embu Level 5 na alileta mwili usiku, na mwili ulikuwa umeoza, umekuwa umetoka kwa ndundu. Sijui aliweka hiyo mwili wapi, sijui ni evidence gani yanavija ya, ya kuweka mwili pipaya. Baba yake Daktari Naftali Munene akionekana kupoteza tumaini la kufanywa kwa uchunguzi huu, kwani licha ya kupata amri kutoka kwa mahakama kuu ya Embu kuendeleza uchunguzi huu hospitali ya rufaa ya Embo ilizoea ikibaini kuwa inadai uwepo wa afisa wa idara ya upelelezi ya jinai DCI. Nilikuwa nimeamka kotini kujua mengi kuhusu kile kinaendelea kwa ajili ya mtoto yangu, lakini sikupata hata kitu. Alafu nikaingia pande ya hospitali kujua kama mwili tutaufanyia postmortem, lakini haikufanyika nikuanjiri iko ni makaratasi niitishwa kutoka Subukia ili ii ili postmortem ili iendelee <coughs> kufanyika. Nilitumwa kwa DCI yae na watu wa hospitali, lakini watu wa CID yae eh, wakataka kunjua hiyo makaratasi iko wapi, na singe si kujua kama iko makaratasi nitaitishwa. Kwa hivyo hata bosi mote mwa leo ile nilikuwa natarajia ifanyike haikufanyika. Sasa familia hiyo inaomba msaada kutoka kwa serikali, haswa gavana wa kaunti hiyo ya Embu kuingilia kati ili kuwaruhusu kufanyia mwili wa mwanao uchunguzi na mwishowe kumzika, kwani umekuwa mwezi mmoja sasa na bado hawajafanikiwa kufanya hivyo. Mimi nataka ushaindizi tokakwa Gavana Mutitumbarire, mwezimi wa nauliza, wale watu wako na nguvu kuni shida. Nauliza mtu kama sisiri Mbarire, ngavana wangu aingirie ii maneno, ndio nione kama nitaona ukweli wa mtoto wangu. Ni kama mwezi mmoja sasa tangu nilipotaka kumuzika mtoto wangu. Lakini sikupata kwanjiri kwanza alipotea. Emaculate Karimi, Undugu TV.